wengi wanadhani matangazo ya Google Ads ni gharama kubwa lakini matangazo ya Google Ads sio gharama ni kutokana na lako, kupa siri, ya namna gani jinsi mwenyewe utakavyoandaa tangazo lako na utakavyorusha tangazo lako kabla sijakupa siri ya namna gani ya kurusha matangazo ya Google Ads kwa gharama nafuu na kuomba ushare video hii kwa wafanya biashara wenzako ya kwanza kabisa ni kuweka bajeti ndogo lakini inaoleta matokeo kama ni 10,000, 20,000, 25,000 kwa siku lakini uwe umelenga wateja moja kwa moja kwa ajili ya matokeo mazuri ya pili, chagua aina sahihi ya tangazo. Kwa mfano, matangazo ya search ads ni matangazo ambayo yanaonekana kwa wateja wenye uhitaji wa kitu hicho. Cha tatu ni kuchagua maneno sahihi ya kutangaza. Usiweke maneno ambayo yana ushindani mkubwa, badala yake weka maneno marefu ambayo yatakuonesha wewe moja kwa moja mtu anapotafuta kitu. Mfano, badala ya kuweka saluni ya kike Unaweza ukaweka saluni ya kike sinza. Kingine, ondoa maneno yasiyo na maana katika tangazo lako. Mfano, hauna ofa au hauna bidhaa ambazo unatoa bure, toa neno bure kwenye tangazo lako. Namba nne ni kuandika tangazo lenye ushawishi kwa wateja. Hapo utatumia maneno muhimu mazuri yanayoshawishi, mfano free delivery. Kwa, kwa msaada wa kurusha aina hii ya matangazo unaweza ukatudm au tupigie kwa namba zetu.